uh, ukiangalia hey, wachezaji uh, jinsi ambavyo wamevaa makoti yeah. Hali ni baridi kali wakati wa wakina Mzinga walipokuwa Algers, baridi ikopa inaonekana ile sentigrade ikuwa mpaka kumi na mbili. Yes. Yes. eh, kwa hiyo unaweza kuona jinsi hali jinsi ilivyokuwa, lakini sijajua huku Tizi Ouzou <laughs> ipo ngapi, lakini ukiangalia uh, mtoza um, akituangazia zile kats, unaweza kuona kwamba jinsi ambavyo wachezaji wana huku wakiwa wamevaa makoti, ni baridi, na ndio maana waliona ni vyema kwenda mapema zaidi kujaribu kuzoea hali yao ya ambayo ipo uh, tunafahamu uh, kibayolojia uh, namna gani mwili wa binadamu unajaribu kubadilika kutokana na mazingira ambayo unakwenda hmm. lakini haiwezi kubadilika ghafla, lazima kuna muda utachukua kuendana na kile ambacho kiko pale uh, kwenda mapema manake ni kwamba kwenda kujiandaa na mazingira kwanza ya nje ya uwanja, ndo kama hivyo unazungumzia mambo ya kijiografia na baridi ni kali, kutoka sehemu ambayo kuna zaidi ya nyuzi joto 28 kwenda mpaka sehemu ambayo kuna nyuzi joto kuanzia 14 kushuka chini, manake utahitaji maandalizi mazuri sana. Lakini pia tunaona namna gani wachezaji wanajaribu kuadapt kutokana na, kutoka na, na kitu gani kocha anachokihitaji kutokana na, kutoka na, na mpinzani ambao wanakwenda kukutana naye kwa hiyo kwa mazingira ya nje ya uwanja uh, tunaweza kusema kwa kiasi kikubwa kwa, kwa maandalizi hayo kuna mafanikio yake. Uh, si mara ya kwanza Yanga kwenda kucheza kwenye mazingira kama hayo, wamekwisha kwenda kwenye maeneo mengi ambayo ya yanashabiana na hii hali. Kwa hiyo pa kuanzia, wanafahamu kwamba watafanya nini ili kuweza kupata <coughs> kitu gani na watu wa ufundi uh, namna gani ambavyo wanatoa msaada kwa wachezaji kwa kipindi hiki. Kuna kuna kuna kuna vitu special, tunaona wachezaji wamevaa wa makoti mm -hmm, ndani nje wamevaa jezi, maanake ni kwamba lile koti lina hifadhi joto mm -hmm, lina kusaidia ku hifadhi joto. Kwa hiyo inawezekana kwa kiasi kikubwa kutokana na baridi ambalo lipo mwili, mwili pia unahitaji joto ili kuweza kuamka na ndio maana mm, wachezaji wamevaa vile. imenikumbusha jambo uh, moja mibadhie huwa napenda kukimbia uh, sasa kuna kipindi nimeenda Makambako kwenda Njombe hapa hey, hey, Makambako njombeapa sasa, jioni nimetoka zangu mwenyewe nimevaa mevaa kijezi tu, unatrot natrot Makamba, Makambako jioni kaka, sasa kila nkienda naona kifua kinajaa, wengine wote naona nakimbia na viswete <laughs> mi sinaona nzito yani, mshazoea yani. yeah. t-shirt tu hivi kijezi a ah, kaka uja toboro <laughs> pumzi, unaona panajaa, unja tafuta chai kwa kibanda tupa chai yani, ukiona vile vivaa makoti vile, ah makoti ya nini? yeah. lakini kiuhalisia Uh, kucheza sehemu kwenye baridi kwenye nini mm. Nda, yaani lazima mwili uwe una, mwili unachelewa, mwili unachelewa Rashid Young Africans mm. Ni mechi nyingine tofauti ambayo inakwenda kuwa na approach tofauti mm. Yes, lazima iwe na uh, approach tofauti kwa sababu uh, tayari Young Africans mm. ana alama mkononi ambazo alizivuna nyumbani dhidi ya Farabat. Kwa hiyo mahesabu makali zaidi ya kuyaendea kwenye Champions League. Mm. Young Africans awezi kucheza uh, away kama anavyocheza nyumbani. Mm. Hata kama mpinzani sio bora kwa kiwango hicho ni lazima uende kwa kumheshimu kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya kuamini kwamba away sio eneo ambalo unaweza ukapata alama tatu kwa asilimia kubwa.